Sana mara nyingi sana ninakuaga sulizo maswali yenye yenye mantiki kama haya. Hilo ni swali zuri sana very good question, umeniuliza nimefurahi sana. Um, albamu yangu kesho inatimiza mwaka mmoja na itakuwa haina video hata moja ambazo ambao zimezitoa. Um, videos nafikiri um, zitakuja, lakini haikuwa plani yangu kutoa video kwa haraka hivyo kama watu wengine wanavyofanyaga. mm-hmm. haikuwa strategy yangu. strategy yangu yangu ndio ilikuwa hii Nitoe album watu wasikilize uh, audios and then baadaye, nitakuja nitaendelea na plan nyingine lakini plan ya videos na nini na ratiba uh, ya videos zitatokaje, kila kitu nitaitangaza kesho baada ya video, I mean, album yangu kufika mwaka mmoja, lakini kutakuwa na uh, kutakuwa na, uh, videos, na pia kutakuwa na deluxe album yani na inamaana nyongeza nyimbo zingine nne za kwenye album mimi labda watu wengine ndo wanafunikwa, mi sifuniki na watu wasanii wengine. Mimi nafanya mambo yangu vizuri tu na mambo yangu anaenda naishi kama msanii tu mwingine wa kawaida kama msanii tu wa Bongo Flava, hata maisha yangu naoishi naishi vizuri sana. Uh, unaweza ukasema tu kama wasanii wengine hao, umeona? Kwa hiyo mimi sina tofauti yoyote na wasanii wengine, wala siwezi kuanza ku, ku, kuitetea hapa hip hop. Hip hop yetu si iko sawa tu, msanii labda hip hop ndo askai sawa mwenyewe lakini msanii um, mziki uko sawa, hauna ubaguzi wowote. Mimi nalipo hela nzuri kama wanaolipa watu wengine, ya yeah. Kwa hiyo ni wewe utajiweka, ndo the way watu watakuchukulia. Ukitengeneza brand yako vizuri, watu watakulipa vizuri. Ukijiweka vibaya, watu watakulipa vibaya. Simple sana. Um, cha kwanza nianze na cha kutoa, kutoa ngoma kwa muda mrefu bila kutoa ngoma, watu wanatakiwa wajue kwamba mwanamuziki ukiachana na swala la muziki, kurekodi muziki na kushoot video na kutoa kuna kazi zingine tunazifanya ambazo ziko nje ya hivyo vitu ambavyo nyinyi mnaviona. Umeona no, kwa kuna muda mwingine msanii au mwanamuziki anakaa kimya, mtu anaweza kawa anachukulia ah, amekaa tu kimya nini, lakini kuna vitu vingi sana tunavifanya nje ya huo muziki. Mimi nimekaa kimya, lakini kumbuka, nina album mwaka, nimetoa, nimekwambia nimetoa album yangu mwaka mmoja uliopita. Kwa hiyo sijakaa muda mrefu sana, nimekaa kama mwaka, and then hapa katikati nilikuwa nafanya collaboration na watu wengi sana hizo zote ni kazi lakini watu wanata, wanapenda kuona kazi zako ndo kama kazi. Lakini niwaambie tu kazi ni kazi yoyote, nimetoa kazi nyingi sana za kushirikiana za watu wanaweza kuzifuatilia hivyo. Kingine kuhusu record label, labda umejisahau tu ndugu mwandishi, mimi niko chini ya record label kubwa sana Afrika au duniani, Sony Music awe hmm. au Wasafi au music. Sasa, yeah. Yeah, lakini mi niko kwenye record label kubwa sana yeah. uh, um, nipo Sony Music na, <laughs> na management kubwa pia Rockstar Africa na hizo record label na, na, na management zote zinafanyia kazi zangu vizuri, nashukuru Mungu yeah. ya ya la Dodoma. Dodoma inakuwa nzuri sana sana sana naipendaga kwa sababu Yeah, of course hapa majengo sokoni, imetokea umetokea hapa na najua vibe la hapa. Mara kwanza kuperform hapa ilikuwa mwaka 2016 miaka mingi sana iliyopita, umeona. Kwa hiyo nalijua vibe la watu wa Dodoma. I love Dodoma, napenda hali ya hewa Dodoma. Unaona kama nilivyokuja, nimevaa koti kabisa, nimejihami, nimeboko na baridi. Kwa hiyo yeah, I love napenda sana hali ya hewa Dodoma, napenda vibe la watu wake, napenda watu wake, wana moyo mzuri, watu wana tabia nzuri, watu hawasoa gomvi. Yeah. Watu watarajie kitu gani? kutoka kwako kesho, ma surprise ya kutosha, au vitu gani extra ambavyo umetuletea watu? Ya, yeah, kwa kiukweli watu kesho kesha nataka waje pale ili waone vitu gani nimeandalia, lakini pia kutakuwa na vitu vingi sana watu. Sky TV.